Jengo la TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale hadi kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni 386,38,051. Tumejulishwa pia hapa kwamba kiwango hicho ni ongezeko la takriban shilingi laki sita zaidi ya bajeti iliyokuwa imetengwa awali ambayo ilikuwa ni shilingi 385 milioni 44 10, lakini sema tu wazi kwamba ongezeko hili halitii shaka ikilinganishwa na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza wakati wa ujenzi kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa miliki. Jengo hili limejengwa kwa utaratibu wa force account ambao au tubani kuwa na mshauri elekezi. Kwa hivyo badala yake shughuli ya usimamizi ushauri elekezi imefanywa na watumishi wenyewe wa TAKUKURU chini ya biwakulu mkuu wa TAKUKURU wilaya ambapo walipangiana ratiba za kufuatilia utekelezaji wa mradi huu mpaka leo unavyokamilika tunakuja kuuzindua. Kwa hivyo ongeleni sana, wageni waalikwa. Wito wangu kwa watumishi wa TAKUKURU wilaya Nyang'hwale pamoja na mikoa na wilaya zote ambazo kuna majengo mapya ya ofisi ni kuahimiza kuyatunza na kuyathamini majengo haya pamoja na vitendea kazi vyote vilivyomo na mtakavyoendelea kupewa ili viweze kutumika kwenu na kwa vizazi vijavyo, na hivyo kuleta ufanisi uliokusudiwa. Kwa hivyo watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale, tuna jukumu kubwa la kulitunza jengo hili lakini wananchi sia Nyang'hwale hapa tuna wajibu na jukumu la kulitumia jengo hili kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kufika hapa ofisini kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kero mbalimbali ambazo tunadhani zisipochukuliwa hatua, basi zinaweza kugeuka na kusababisha vitendo vya rushwa. Kwa hiyo wananchi, fikeni hapa, eneo zuri na kuna faragha ya kutosha, pengine kuliko huko tulikokuwa mwanzoni kwenye ya yeah, jengo la kupanga ambalo lilikuwa tupi nafasi ya kutosha katika kutekeleza majukumu haya. Nitumia hadhira hii kutoa wito kwenu pamoja na kwa Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika halmashauri yetu, halmashauri zetu zinatumika kulingana na malengo yaliyowekwa na thamani ya fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo iweze kuonekana. Ni azma ya TAKUKURU kuona kuwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kiwango cha juu cha ubora, na katika hilo tunashauri kila halmashauri iweke utaratibu wa kuwatangazia wananchi kwa kubandika katika mbao za matangazo miradi yote iliyopitishwa katika halmashauri husika. Utaratibu huu ni muhimu katika kuongeza uwazi na uwajibikaji na hivyo kuziba mianya ya rushwa na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa ipasavyo na Matarajio yetu baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa, kwani mazingira ya ofisi hii ni rafiki kwa kila mdau, lakini pia hali ya watumishi kufanya kazi itaongezeka zaidi ya kuwa na mazingira rafiki na miundombinu rafiki katika kuwatumikia wananchi wa Nyang'hwale na Watanzania kwa jumla. Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale, tunaahidi kulitunza jengo hili pamoja na vitendea kazi vyake ili litumike kwa matumizi endelevu. Kwa majina naitwa Sara Robert Lusana, naishi hapa katika wilaya yetu ya Nyang'hwale. E, katika kufunguliwa kwa ofisi hii au kuzinduliwa kwa ofisi hii ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale inatusaidia sisi wana wilaya Nyang'hwale kukaa imara na kujifunza mambo mengi kama wanavyotukataza TAKUKURU tusipende sana rushwa. Zaidi ya hapo tunashukuru tu Rais Samia kwa kazi zake zote alizozifanya, pesa zote alizotoa kwa ajili ya TAKUKURU. Hivyo tunamshukuru sana. Kwa majina naitwa Daudi Ruguha Nyanda, ni mwananchi wa wilaya hii ya Nyang'hwale. Binafsi mimi, kwa uzinduzi na ufunguzi wa jengo kama hili la TAKUKURU, kwanza nimeshukuru na naipongeza serikali kwa hatua nzuri kama hii. Eh, hapo mwanzo huduma kama hizi tulikuwa tunazitafuta kwa shida sana. Aidha ilikuwa ina tulazimu tuende Geita lakini baadaye hata huduma hii ilipokuja TAKUKURU ilikuwa kwenye majengo ya kupanga. Yaani unaona kabisa kwamba taasisi kubwa kama hii lakini inakuwa kwenye majumba ya kupanga na pengine hana hadhi ya, ya taasisi kama hii kuwa humo.